Naam tukiachana na hayo ya chifu wa TikTok, ni kwamba kwa zaidi ya miaka kumi na tano amekuwa akishiriki mashindano ya uendeshaji magari ya Safari Rally, ulingo ambao umetawaliwa na wanaume kote ulimwenguni, na mwaka huu amepanda daraja akiwa mwanamke pekee kutoka Kenya kujumuishwa kwenye orodha kuu ya shirikisho la magari duniani kwenye mkondo unaotarajiwa kuandaliwa humu nchini kuanzia siku ya Alhamis. Si mwingine bali ni Pauline Sheghu ambaye pia alikuwa mtangazaji mahiri katika idhaa ya taifa KBC. Pauline ambaye uzoefu wake katika mashindano hayo ya magari umewapa motisha wasichana wengi ndiye anayetupambia makala yetu ya Mwanamke Bomba wiki hii. Pauline Sheghu ni msichana ambaye alizaliwa kule Taita Taveta, amelelewa na wazazi. Mimi ni mzazi, mfanyikazi wa serikali, mwendeshaji wa mbio za magari. To begin the adventure. Pauline Sheghu ilianza safari hii ya mbio za magari mnamo mwaka wa 2004 nikiwa kwenye chumba cha habari, wakati huo nikiwa mtangazaji katika shirika la utangazaji nchini KBC. Uh, kulikuwa na yule mwendeshaji mashuhuri marehemu uh, Ben Mushemi Baba Shiro. Kukatokea fursa kwamba alikuwa nafadhili kila kitu, lakini one of the terms, one of the requirements, kwa timu yenu lazima kuwe na mwanamke. So mmoja wa uh, wanamichezo uh, anaitwa Omole Asiko, anaambia Pauline, tunaomba tu tuweke jina lako hivyo tu baada ya kushiriki kwenye mashindano hayo nikajiunga hicho sana... kiwango cha kitaifa sasa, nikajiingiza sasa kabisa kikamilifu sasa, nikasema sasa hii ndio sasa nitaenda nayo sasa, kwa sahii ndio itakuwa spoti yangu. Hapo ndio nikaenda sasa kushiriki mashindano ya kitaifa iliyokuja mnamo mwaka wa elfu mbili na kumi na moja, ilikuwa ya around 930 kilometers kilomita 930 hmm, kutoka Nairobi Kajiado, unazunguka hiyo. Ndio ilikuwa shindano langu la kwanza kushiriki. Sasa hawa wanaume vile walivyoniona, waliniambia umejiunga nasi, wakanishika mkono na wakanipa motisha sana. Na katika haya mashindano ya mbio za magari, kuna taratibu zozote ambazo mtu anastahili kuzifata kabla ya kuingia kuanza kushiriki kikamilifu, ama inakuwa namna gani? Taratibu ni muhimu kwa vile uwezi tu kuamka na unaingia kwenye hizo gari Eh, lazima uwe umepitia training na ni muhimu ufunzwe kwa vile haya magari sio kama haya magari mengine ambayo yanaendeshwa kwenye barabara. Uh, eh? hmm? Unaonaje kitu kimoja ambacho siwezi kusahau, wanahesabu muda wa kuondoka, gari likazima, gari likazima, likazima, mwenzangu ashafika hata anakaribia kurudi, niko hapo. La pili ni wakati nilipata ajali nayo, na ninakumbuka tu, tusita sahau ni kwamba niliambiwa, wakati gari linapeperuka mpata ajali, usiachilie hiyo steering, kufa nayo. So nilikufa nayo mpaka mwisho. Nilibaki naangalia juu, kaja nikaambiwa, uko sawa? Kaambia ndio niko sawa, nikazima, wakanitoa mm kama uko sawa na mhitaji usaidizi wote, hii lazima uiondoe, uinue juu. ungekuwa na wanawake wengi sana hmm. lakini ufadhili imeondoa wengine walioshiriki hapo awali naangalia hmm. kuna mtu akona macho mahali mm -hmm. mtu wa safety mm -hmm. anaangalia kwa... hizi gari zinahitaji magurudumu, zinahitaji hawa mechanics walipwe, zinahitaji sisi kukuwa na hizo sare mm -hmm. zinahitaji, inahitaji mafuta, inahitaji gari liwe liko sawa hizi gari ni, ni gharama sana. Nikiwa kwenye hili gari najiisi kabisa kama na mwanamke bomba <laughs> kwa vile nimechukua ushukani ya kuwaonyesha wanawake wenzangu kwamba hata we unaweza. Kuna dada, kuna uo uoga, ndio, lakini unaogopa nini? Mimi niko hapa, nimepata ajali mara ngapi nikikimbiza hizi mbio za magari. Wito wangu ni kwamba fuata kile ambacho roho yako inataka.